Natoa rai kwa waelimishaji kwa ngazi zote, nijikite kutoa elimu ya fedha na ujasiriamali kwa weledi na lugha rahisi, ambapo wananchi watawaelewa kirahisi zaidi. Vilevile tuendelee kuchukua maoni na ushauri kwa lengo la kuboresha sera na bidhaa na huduma za fedha. Ndugu wananchi, natumia nafasi hii kuwaasa watu wanaotoa wa huduma za fedha bila kufuata taratibu ikiwemo kusajiliwa na mamlaka zinazohusika ikiwemo Benki Kuu ya Tanzania na mamlaka nyingine zilizokasimiwa kuratibu watoa huduma za kifedha wakiwemo wakopeshaji. Kwa niaba ya Mheshimiwa Barozi Hamisi Musa Omari, waziri wa fedha wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na agiza Benki Kuu ya Tanzania kuongeza zaidi udhibiti wa sekta ya fedha ili kuepusha wananchi na madhara yanayotokana na kukopa fedha katika taasisi zisizo rasmi na kujikuta wakiishia kupoteza mali na vitu vingine vyao vingine vya thamani kupitia mikopo umiza, hali maarufu kama eh, kwa jina la mikopo ya kausha damu. Kwa upande wa wananchi na washauri kuwa, na kuwahimiza hupata taarifa sahihi za uhakika kuhusu uhalali wa taasisi mnazotaka kwenda kukopa, na kujiridhisha na mikataba mnayoingia, ili kujiepusha na hasara ambazo watu wengi wamezipata kutokana na kusaini mikataba ya mikopo bila kuisoma vizuri na kujiridhisha na masharti waliyopewa.